Ya haleluya. Na kujia na title hii isemayo Ubunge wa Gwajima na kadi ya CCM chukweni ila wito wake mwachieni. Ametimiza wajibu wa mhubiri. Narudia tena Ubunge wa Gwajima na kadi ya CCM chukweni ila wito wake mwachieni. Ametimiza wajibu wa mhubiri. Alichokifanya Gwajima katimiza wajibu wa mhubiri huo ndio wajibu wa mhubiri, yani mhubiri wa neno la Mungu. Hivyo alivyofanya Gwajima ndivyo alivyotakiwa kufanya. Nitasoma maandiko, tutaelewana. Sisi hatukubali. Na leo nilizungumza na mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Kinondoni, nikamuuliza nyie mko wapi? Mko wapi kamati? Watu wanafanya makosa madogo tu wanaitwa kwenye kamati za maadili, wanaitwa kwenye kamati za siasa Jambo zito kama lile, halafu mnakaa kimya. Nililisema hili na huko anakonisikia, mwenyekiti wangu anaitwa Shaweji Mkumbura. Mheshimiwa Shaweji, nakuambia kwamba sisi haturidhiki rais wetu kufanyiwa dhihaka. tena wanafanyiwa dhihaka na watu wa Kinondoni. Hatukubali usipochukua hatua na mimi mwenyekiti, mi nitakutilia wasiwasi. Watapatikana watu wenye kufahamu wapi wanatakiwa wakaseme na wakaseme neno gani, na wanazungumza na nani, na tunakiomba na Chama cha Mapinduzi, chama chetu kuendelea kuwa na mneki wa aina hii si busara na si jambo jema. Chama chetu kuendelea kuwa na mbunge wa aina hii si busara na si jambo jema, lakini nimefadhaishwa mno. Unaita watu pia majumbani kwao, wanasema kwa siri, ni heri ya rais aliyekufa Daktari John Joseph Pombe Magufuli kuliko Daktari Samia Suluhu Hassan. Nao nawaona kupitia hili, wanatoka hadharani kutafuta benefiti ya kisiasa. Tunawaambia nyote mliosema kwa siri ama mliotoka hadharani kuzungumza uchonganishi dhidi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wananchi anaowaongoza, Vijana wa Chama cha Mapinduzi hawatakuwa tayari kuwaunga mkono katika uchaguzi ulio mbele yetu. Hatujawai kuwa tayari, hatutakuwa tayari na hatupo tayari kuunga mkono mtu ambaye atambui athamini, na wala aoni heshima na hadhi ya taasisi ya urais. Litakalompata Gwajima litampata kwa sababu ya imani na Mungu na kitu fulani ambacho nitaongea hapa na nitakisoma hapa katika Ezekieli, Ezekieli sura ya 3 mstari wa 17. Biblia inasema mwanadamu, nimekuweka kwa mlinzi wa nyumba ya Israeli, basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Nimwambia hapo mtu mbaya, hakika utakufa wewe, usimpe maonyo wala husemi na huyo mtu, ambaye ili, mtu mbaya ili kumonya kusudi aache njia yake mbaya na kujiokoa roho yake. Mtu yule mbaya atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mikononi mwako. Gwajima akatimiza wajibu wake, kuteswa, kupigwa, kuuawa. Kwa mtu ambaye atasimama na Mungu atasema hana hekima. Mwenye hekima, endelea kuishi, endelea kuishi. Kwa kuunga mkono wa ovu, anaweza akapata suluhisho? Wakiwa anaendelea na, na uovu na Mungu akawa anawaponya na uovu wao? Namaliza kwa kukwambia kama ni ubunge wa Gwajima chukweni, kama ni kadi ya CCM chukweni, wito wake mwachieni. Mimi ni mbarikiwa, niko upande wa yeyote aliye upande wa Mungu. Kama itawapendeza nichukuliwe hatua kwanza mimi, kwa sababu ya kuunga mkono utumishi wa Gwajima, nikombea na wakati wowote na iwe vyovyote, lakini hii ni sauti ya mtu aliyaye toka nyikani, anasema itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, kwa kuwa Bwana yuaja mara nad